Uvumi uliopo katika kile ambacho kinamkabili PDD kwa sasa, inatajwa kwamba kuwa PDD pia anahusika katika kifo cha Tupac kwa kiasi kikubwa kabisa, kwa kuwa katika kipindi hicho kulikuwa na uhasama mkubwa kati ya Tupac na simu yake ambaye anafahamika kwa jina la BAG, na BAG ni msanii ambaye alikuwa chini ya lebo ya PDD ya Bad Boy kipindi hicho. Hivyo basi kutokana na uhasama ambao uliokuwepo Tupac tayari alikuwa amekwisha jipanga na kutangaza rasmi ya kwamba ataweka wazi kile ambacho kilikuwa kikitendeka katika lebo hiyo ya Bad Boy, kama uhalifu na uchafu uliokuwepo, na ni kwa sababu tu Tupac alichukua maamuzi ya kukataa kujichanganya na PDD aidha na kundi hilo la Bad Boy, ukizingatia kwamba hapo awali BIG na Tupac walikuwa ni marafiki, na baada ya muda mchache tu urafiki huo uliweza kuyumba na hadi kuwa maadui wakubwa kabisa katika tasnia, uadui ambao hadi sasa, njia moja au njia nyingine, uadui huo hadi leo katika tasnia ya muziki nchini Marekani, uhasama huo unashuhudiwa. Kuna wale ambao wanaojinasibu kama watu wa West na wengine ambao wanaojinasibu kama watu wa East, hivyo basi hali hiyo ilipelekea mvutano mkubwa na inadaiwa ya kwamba ni kutokana na Tupac kufahamisha kwamba anataka kuweka wazi uovu ambao ulikuwa ukifanyika katika show na tamasha tofauti, aidha moja kwa moja katika lebo hiyo ya Bad Boy ambayo inamilikiwa na P Diddy na kwa sasa kile ambacho kimeweza kutajwa kwamba ni uhalifu mkubwa ambao ulikuwa ukifanyika, aidha uchafu mkubwa ambao ulikuwa ukifanyika katika show ambazo zilikuwa zikiandaliwa na msanii huyo, hadi kufikia hatua ya PDD kuzuiliwa na huku kesi na tuhuma tofauti zikiendelea kumkabili na vilevile vile natajwa kwamba ukiangalia wasanii wa gumu, aidha wasanii wa kongwe ambao hawakuweza kushirikiana na kundi la Bad Boys ni wasanii ambao wanatajwa kuwa ha hawakuwa kabisa, ni wasanii ambao waliokuwa wakitaka tu kuweza labda kujifurahisha, aidha kuonekana na kuwa tu watu maarufu, bali ilikuwa ni wasanii ambao walikuwa na lengo la kutaka kuinua jamii yao na kuendeleza kuliko wasanii hawa ambao wanaonekana kukabiliwa na kesi ambazo ni za uhalifu mkubwa, ambao ni kupotosha kabisa maadili, iwapo ushahidi utathibitisha hilo. Lakini kwa sasa, kile ambacho kinaendelea ni tuhuma tu ambazo bado ushahidi haujaweza kukamilika, huku wasanii ambao wanakabiliwa na tuhuma hizo wakiendelea kujitetea, na huku mawakili wao wakifahamisha ya kwamba wale ambao wanawatuhumu matendo hayo machafu ni watu tu ambao wanasumbuliwa na umaskini, wakiwa na lengo la kutaka kujikusanyia pesa kwa njia rahisi, na ukikumbuka, Jay Z amefahamisha kwamba wale wote ambao wamekula njama dhidi yake kutokana na loya wake ambaye alimsaidia katika kesi ambayo ilikuwa ikimkabili mwaka 1997 wakati ambapo alimchoma kisu mshirika wake, ambapo alimtuhumu moja kwa moja kuhusika na kuvujisha albamu yake ambayo alikuwa akijitayarisha kuingiza sokoni na katika track yake moja. Jay-Z alijinasibu na kumsifu wakili wake, ambapo alitaja kwamba ukiwa na wakili wa Kiyahudi Marekani, basi ni vigumu kabisa sa kuweza kuonewa, akimaanisha kwamba kile ambacho alichofanya alikuwa na haki ya kufanya na wakili wake aliweza kumtetea. Na wasanii wagumu ambao wanaotajwa ambao hawakutaka kujichanganya na lebo hiyo ya Bad Boy, ni kama vile Kanye West, ukifuatilia mitazamo yake na wasanii wengine kama kina Nas na wengine wa kitambo, utagundua ya kwamba huenda kuna ukweli fulani ambao unaozungumziwa katika hilo Tukiachana na hilo, tukiangalia maisha ya PDD tangu udogo wake hadi kufikia kuwa bilionea, eidha miongoni mwa matajiri wakubwa katika tasnia muziki ya muziki Marekani, PDD alilelewa na mama yake, kama unavyofahamu single mother kipindi hicho. Hadi leo hii sio jambo rahisi kwa mwanamke pekee kuweza kumlea mwanae hadi kufikia katika mafanikio haya ambayo tunayoshuhudia kwa PDD na wasanii wengine PDD, baba yake aliwawa na rafiki zake, wakati ambapo walikuwa wakimtuhumu kusaliti kambi kwa kile ambacho kilitajwa kwamba walikuwa katika biashara ya mihadarati dawa za kulevya kama inavyotajwa. Katika biashara hiyo, pindi ambapo itakaposaliti kambi, basi litakalo kukuta usishangae wala usishtushwe. Hivyo basi, inatajwa baba yake ya PDD akiwa bado mdogo, PDD baba yake aliwasaliti wenzake katika biashara katika jiji la Bronx na kufikia kumuwinda hadi kumfyatulia risasi na kumuua papo hapo. Hivyo basi mama yake alilazimika kuchukua jukumu la kumlea mwanaye. Hivyo basi mama yake alifanya kila liwezekanalo, alihakikisha mwanaye anaweza kwenda shule na kuwa kama watoto wengine, japokuwa kipindi hicho haikuwa rahisi kabisa kwa mtu mweusi kuweza kujikwamua, lakini mama yake aliweza kujituma na kuhakikisha mwanaye anakwenda shule. Inatajwa kwamba P Diddy alisoma katika shule moja ya upili ya sekondari shule ambayo ilikuwa ikimilikiwa na kanisa Katoliki katika eneo hilo lilokuwa wakiishi, na wakati ambapo alipomaliza shule hiyo, alifikia hadi hatua ya kuingia katika chuo kikuu cha Harvard. PDD alisoma katika chuo hicho ambacho ni chuo mashuhuri, na vilevile vile walisoma watu ambao ni viongozi kwa sasa ulimwenguni katika chuo hicho, na ukizingatia kipindi hicho, PDD alikuwa ni miongoni mwa watu wachache mtu mweusi katika kundi la watu walio wengi wazungu, watoto wa kishua ambao walikuwa wakisoma katika chuo hicho. Lakini hakupoteza fursa hiyo, kwa kuwa PDD alikuwa ni mtu wa geto. Kwa hiyo kijana ambaye katokea geto, aidha anaishi geto, kusoma katika chuo kikuu hicho cha Harvard haikuwa jambo rahisi. Kwa hiyo alitumia fursa hiyo kuandaa kama vile show na katika show hizo alikuwa akijipatia pesa. Kwa kuwa tayari alikuwa ni mtu wa business mind, hakuweza kabisa kuacha fursa hiyo. Alikuwa akiandaa show na pesa ambazo zilikuwa zikipatikana alikuwa akiwekeza kwa kile ambacho alitaja kuwa ni ndoto kwake, kitu ambacho atakachofikia kufanya baadaye. Na ukiangalia muziki wake, ni mtu ambaye aliweza kuchanganya miondoko ambayo ilikuwa ikiwavutia wazungu na weusi, kwa sababu weusi walionekana ni watu wa hip hop, huku wazungu wakiwa na aina ya muziki wa classic na ukiangalia production za PDD kipindi hicho zilikuwa ni production ambazo zinachanganya miondoko hiyo miwili na kufikia hadi kuwavutia watu wengi, kwa kuwa mziki wa hip hop ulikuwa ni mziki unaonekana kwamba ni mziki wa watu weusi tu, lakini kutokana na Bad Boys na uwezo huo wa PDD na studio yake kuweza kuchanganya miondoko hiyo muziki uliweza kuwavutia Wamarekani wote kwa jumla bila ya kujali hawa ni weusi, hawa ni wazungu, hawa ni latino na kadhalika. Uliweza kuwavutia watu wengi, na ni jambo ambalo lipo wazi. PDD ana mchango mkubwa kabisa katika muziki wa hip hop nchini Marekani. Amewatoa wasanii wengi, ukianzia Pee, Asher na wasanii wengine wengi akina Loon akina mezi na wengine wengi kabisa ambao wanaofahamika na tuhuma ambazo zinamkabili PDD kwa sasa, inatajwa kwamba kifo cha Tupac, PDD anahusika pia kwa kiasi kikubwa, kwa njia moja au nyingine, kutokana na uhasama huu ambao uliokuwepo kati ya gwiji hawa wawili, ambaye ni Tupac na BAG katika kipindi hicho. Na Tupac tayari alikuwa amekwishajipanga jipanga kufahamisha kwamba ataweka wazi kabisa uchafu ambao unafanyika katika lebo hiyo ya Bad Boys na katika tamasha tofauti ambazo zilikuwa zikiandaliwa tangu kipindi hicho katika show ambazo zilikuwa zikiandaliwa na Bad Boys chini ya usimamizi wa PDD mwenyewe. Sakata hili la PDD, ukiangalia msanii ambaye anatajwa kuwa amevalia njuga kile ambacho kinamsibu PDD na Jay-Z, ukiangalia vizuri utamwona ni 50 Cent, katika kurasa zake ni mtu ambaye posti zake kuhusu PDD ni posti za kudhihaki, aidha kumwataki moja kwa moja PDD. Na yeye pia amefahamisha kwamba yupo tayari kwa ushirikiano na Netflix, tayari amekwisha ya yajipanga kuachia documentary yake, makala maalum kuhusu uchafu ambao ulikuwa ukifanyika katika show ambazo zilikuwa zikiandaliwa na PDD na kile ambacho kinamkabili hadi sasa. Na mashabiki wa PDD wanafahamisha ya kwamba kwa nini 50 Cent hakuweza kuyazungumza hayo kabla wakati ambapo pdd akiwa uraiani na kusubiri kipindi ambacho tayari PDD yupo chini ya ulinzi, ndiyo atangazi ya kwamba yuko mbioni kuachia makala yake hiyo maalum kuhusu maisha ya PDD. Na wadadisi wanafahamisha kwamba PDD ni mtu mkubwa na ushawishi mkubwa kabisa katika nyanja tofauti nchini Marekani, hivyo basi siyo jambo rahisi kwa mtu kuweza kumdisi PDD aidha kumwanika wazi katika vyombo vya habari ni mpaka mtu huyo pia awe awe na watu nyuma yake ambao wanaomuunga mkono, 50 Cent. Kutokana na uwezo huu ambao wanao, PDD hakuwa na uwezo wa kuweza kuachia documentary yake hiyo ambayo inamdisi PDD wakati ambapo PDD yupo raiani amesubiri akiwa yupo chini ya ulinzi ndio aweze kutangaza jambo kama hilo. Utakumbuka kwamba Eminem baada ya kumdisi PDD katika moja ya track zake, kama unavyomfahamu Eminem ni mtu ambaye katika dis ni mtu ambaye anaongoza, aliwahi pia kumdisi Michael Jackson hadi kutoa video na kuonyesha kile ambacho Michael Jackson alikuwa akifanya hadi kufikia hatua ya kuonyesha kwamba Michael Jackson pua lake liliweza kung'oka na baadaye Michael Jackson kupuzia. Waandishi wa habari walikuwa wakimhoji Eminem aweze kuzungumzia hilo, alikuwa akijinasibu kabisa kwamba alichofanya Michael Jackson sio jambo sahihi, na Michael Jackson alipokuwa akihojiwa na waandishi wa habari alikuwa akipuzia kile ambacho alichofanya Eminem. Lakini kufuatia hichi ambacho alichoonyesha kwamba anamdisi PDD katika track yake hiyo, Eminem kutokana na adhabu ambayo PDD alionyesha kufuatia kile ambacho Eminem alichodisi katika track yake hiyo, Eminem alifikia hatua ya kuomba msamaha. Alitangaza kabisa kuomba msamaha na kufahamisha kwamba ni joke. Jambo hili lilitafsiriwa kwamba PDD siyo msanii kawaida ambayo unaweza kumdisi tu utakavyo, na Eminem aliweza kurudi nyuma na kuomba msamaha. Na misukosuko hii ambayo inamhusu PDD iliibuka kwa kiasi kikubwa, aidha kwa kishindo baada ya kuvuja video kama inavyotajwa kuvuja, japokuwa sio kuvuja, kwa kuwa video hiyo katika hoteli akionekana akimburuza chini mpenzi wake kisi kipindi hicho katika hoteli moja mjini New York. Ni video ambayo inatajwa PDD alitoa kiwango kikubwa cha pesa ili video hiyo isiweze kutolewa kwa njia yoyote ile, lakini jambo la kushangaza ni video hizo ziliweza kuonekana hadi kukabidhiwa vyombo vya habari na usalama, ili PDD aweze kuulizwa ni kitu gani ambacho kilitokea na kufikia kule ambapo tayari leo amefikia na kutoa siri kama ni siri kweli kwa kile ambacho kilikuwa kikiendelea nyumbani na kwake. Mashabiki wa muziki na sanaa kwa jumla wanafahamisha kwamba hoteli hii kufanya jambo hilo ni kutokana na kwamba kiwango cha pesa ambacho PDD alitoa kipindi hicho, wanadai ya kwamba ni kiwango kidogo, na kutaka ya kwamba PDD aweze kuongeza pesa nyingine ili waweze pia kuendelea kuweka siri hiyo, na iwe kama hivyo, iwe ni mzunguko. Pindi ambapo atakapoona wameyumba, aidha wanahitaji pesa, basi wanaweza kuchukua video hiyo na kumwambia PDD, iwapo hutofanya hivi, basi video hii tunaivujisha na itakuletea matatizo. Lakini kile ambacho kinaonekana kwa sasa ni kwamba tayari video hiyo imekwisha mkosti kwa kiasi kikubwa PDD na kumwharibia jina iwapo loya wake atashindwa kumtetea. Ni jamii sanaa na utamaduni, unasemaje kuhusu kile ambacho kinatajwa kwamba 50 Cent kutangaza ya kwamba anajiandaa kutoa makala maalum kuhusu kile ambacho kilikuwa kikifanyika katika tamasha tofauti ambazo zilikuwa zikiandaliwa nyumbani kwa PDD, aidha katika hoteli? Tuachie ujumbe wako.